Kuhakikisha tunarejea rejea sana kuja ndani ya misikitini kwa ajili ya kufanya ibadati, lakini pia na hukuku maala ya sulati rahmi, pia tunakuhimizeni kuunga udugu. Kuunga udugu ni katika ibada iliyokuwa kubwa, na kuvunja udugu ni hasara iliyokuwa kubwa, na hasara zake ambazo hazina kifani. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam

wala kuanzia leo usinitue, lakini sheria anakuambia ugili, kwa sababu uunga kwa wewe ndio unatengeneza nafasi ya kokoni. Lakini jambo la pili